Katika kijiji kidogo kilichozungukwa na miti ya miembe na sauti ya ndege wa asubuhi, aliishi kijana mmoja mpole aliyeitwa Brian Odhiambo. Maisha yake yalianza kama hadithi nyingi za kawaida, akiwa mtoto wa mvuvi, akicheza kando ya ziwa, akifuatilia mawimbi ya maji na nodo kubwa moyoni mwake. Lakini maisha hayakuwa ya huruma kwake. Mamake mzazi alifariki akiwa bado mdogo na kuanzia hapo maisha yakageuka polepole. Baba yake aliowa tena, na mama wa kambo hakuwahi kumpenda Brian. Usiku mwingi alilala sakafuni akiangaria dali lililotoboka, huku moyoni mwake akiwa na maswali ambayo hakuna mtu aliyeweza kumjibu. Akiwa na miaka 16 baada ya kufukuzwa nyumbani, aliondoka na mia tano tu mfukoni. Aliingia lori lilokuwa linaelekea Nairobi bila kujua pa pakulala wala pa kuanzia. Alifika mjini na kuanza maisha ya mitaani. Alifanya kazi ndogondogo: kubeba mizigo Gikomba, kuuza maji kwenye foleni na kufagia maeneo ya ujenzi, lakini ndani ya moyo wake ndoto yake haikuwahi ya kufa, ndoto ya kuwa mwigizaji mkubwa. Siku moja sauti yake ilisikika sokoni na mzee Nyakundi mkurugenzi wa kikundi kidogo cha vijana wa sanaa. Mzee huyo alimchukua Brian, akamfunza na kumupa nafasi ya kuigiza. Hapo ndipo safari ya kweli ya Brian ilipoanza. Alianza na maigizo ya jukwani, kisha akaingia kwenye filamu ndogo, kisha televisheni na akawa maarufu. Umaarufu wake haukuishia Kenya tu. Alialikwa kuigiza kwenye miji mbalimbali ya Afrika, Arusha, Kampala, Lusaka, Akra, Lagos, Nigeria. Ilimfungulia milango mikubwa zaidi, aliigiza kwenye tamthilia maarufu barani ya Afrika na jina lake likaanza kujulikana kote Afrika Mashariki na Magharibi. Miaka michache baadaye, Brian alialikwa nchini Marekani kushiriki kwenye filamu kubwa ya kimataifa. Alikanyaga zulia ya jekundu kwenye tuzo kubwa za filamu, akiwa amevaa suti ya heshima, kamera zikimulika kila upande, majina makubwa ulimwenguni walimpa mkono ya pongezi. Lakini siku moja akiwa kwenye chumba chake cha hotel New York, alipokea ujumbe wa ajabu kwenye mtandao wa kijamii. Ulikuwa kutoka kwa mmoja wa wadogo zake, watoto wa mama wa kambo. Ujumbe huo ulisema, tunaomba msamaha, mama ni mgonjwa sana na sisi tumefukuzwa shule kwa kukosa ada. Tuliangalia tuzo zako kwenye televisheni tukalia, hatukujua kama ni wewe ndugu yetu mkubwa. Brian alikaa kimya kwa muda mrefu. Moyo wake ulijawa na hisia, si kwa hasira, bali kwa huruma. Alikumbuka alivyoondoka bila chochote na sasa alikuwa na kila kitu. Alirudi Kenya kimya kimya, hakutangaza. Alifika hospitali kumtembelea mama wa kambo. Alimshika mkono akamwambia kwa sauti ya upole, nimekuja, usiwe na wasiwasi, tupo pamoja sasa. Aliwalipia wadogo zake ada akawahamishia shule nzuri zaidi, na si hayo tu Brian aliamua kufanya jambo kubwa zaidi. Alijenga akademi kubwa ya filamu na muziki jijini Nairobi, Brian Odhiambo Art Dreamers Academy, mahali ambapo vijana kutoka mitaani, kutoka vijijini, hata wale waliopitia maisha kama yake walikuja kujifunza na kutimiza ndoto zao. Kila jioni Brian huwatembelea wanafunzi wake, huwasimulia hadithi yake na huwakumbusha msikubali mazingira yenu yawatambulishe. Maumivu ni mbegu, na kila ndoto ikinyeshwa kwa usubira huchanua.